Ndugu wageni waalikwa, nimeelezwa kuwa kuna changamoto ya uhaba wa viti vya walimu ishirini na moja. Nichukue fursa hii nimelipokea na mimi binafsi kwa upande wangu, kutokana na juhudi zangu, baada ya kupokea taarifa hii, mimi nitachangia viti kumi vyenye thamani ya shilingi laki mbili na nusu. Lengo ni kuweza kuwasaidia hawa walimu wanapokuwa wametoka darasani kufundisha wakae sehemu nzuri, wajisikie wasijisikie wapweke ili kuwaongezea ufanisi. Hata pale wanaposahihisha mitihani ya vijana wetu wajisikie amani na furaha, na wajisikie shule ya sekondari Isalalo ni mahali sahihi kwao kufanya kazi hapa. Ndugu wageni waalikwa lakini kupitia viti hivyo vimewekwa kwa, kwa ajili ya kwamba kusaidia ama kutofautisha kati ya viti vya wanafunzi, lakini na viti vya walimu viwe na utofauti, angalau vifahamike vya walimu ni vipi na vya wanafunzi ni vipi, kwa sababu inaweza ikatokea changamoto mwanafunzi anaenda kuchukua kiti cha mwalimu kwa sababu vinafanana lakini kwa kufanya hivi kutasaidia kutofautisha, uh, na kuweza kuwa kutambua viti vya mwalimu vya mwalimu ni vipi na kiti cha mwanafunzi ni kipi. Nitumie nafasi hii kuwaomba wadau, mashirika na taasisi mbalimbali, ikiwemo za kifedha, mjitokeze kutuunga mkono jambo hili, kuwezesha upatikanaji wa viti vya walimu, viti vya wanafunzi na meza za kusomea. Hizi ni nyenzo muhimu zitakazosaidia kuweka mazingira rafiki kwa walimu na kuwezesha kupata bweni la kike, kutokana na changamoto ya watoto wa kike kushindwa kufikia malengo, malengo ya kusoma kuishia njiani kutokana na vishawishi mbalimbali wawapo wakati wa kuja shuleni hata wakati wa kurudi endapo kutapatikana bweni hapa shuleni, kutasaidia kutatua changamoto ya kuweza kuwa na idadi kubwa ya wanafunzi wa kike na kuongeza ufaulu kwao na hata shule kwa ujumla. Naweza kusema mahafali hii imeweza kuleta mafanikio ambayo yamepatikana kupitia mahafali hii, kwani tumeweza kupata kupitia mgeni rasmi pamoja na wazazi tumeweza kupata kiasi cha shilingi laki saba laki saba hii tunaielekeza kwenye matumizi ya manunuzi ya viti vya walimu, kwani tuna changamoto ya viti vya walimu na wanafunzi. Lakini kupitia mahafali hii, kwa hiki kiasi tulichokipata, tunaelekeza kwenye manunuzi ya viti vya walimu ambapo tunategemea kupata viti ishirini na moja ambavyo vitaenda kutatua uhaba wa viti kwa walimu na niweze kumpongeza mgeni rasmi, wadau mbalimbali kwa kuweza kuunga mkono na kufanikisha jambo hili. Wito wangu kwa wananchi wito wangu kwa wananchi wasiache kuipigania shule yao, kwani bado ni shule ambayo inahitaji msaada wao, vilevile inahitaji msaada wa wadau mbalimbali ili kuweza kufanikisha kutatua matatizo mbalimbali yaliyopo katika shule yetu ya sekondari Isalalo. Kwa majina anaitwa James Goodluck Mwashilindi ni miongoni mwa wahitimu katika siku ya leo katika shule ya sekondari Isalalo. Katika shule yetu tumekumbwa na changamoto mbalimbali, hasahasa -hasa, ukosefu wa viti. Tumeshindwa kupata viti vinavyotofautisha kati ya viti vya wanafunzi na viti vya walimu. Ujio wa wadau katika graduation hii utasaidia kupunguza hizo changamoto kwa sababu wanajitahidi katika kuchanga vitu ambavyo vitasaidia katika kuboresha hiyo hivyo vitu, hizo changamoto mbalimbali ambazo zitatoweka au zitaweza kupungua katika shule yetu. Majina anaitwa Jamhuri Leonard Haonga, ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Isalalo, ni miongoni mwa wanafunzi ambao wanahitimu mahafali ya mwaka 2025 katika shule ya sekondari Isalalo. Najisikia furaha sana fika hii siku ya leo kwa sababu kuna wanafunzi wengi waliotamani kufika hii siku, kulingana na vikwazo mbalimbali walishindwa. Hivyo natumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha hii siku ya leo.